Wakati Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine akifanya mkutano na marais wa mataifa ya Ulaya kwa lengo la kusaka hatima ya msaada wa kijeshi itakayomwezesha kupambana na vikosi vya hasimu wake Vladimir Putin wa Russia, taarifa kutoka Korea Kusini zinasema kuwa Korea Kaskazini imetuma kundi lingine la wanajeshi zaidi ya elfu tatu kwenda uwanja wa vita nchini Russia. Kutumwa kwa wanajeshi hao ni mwendelezo wa ushirikiano kati ya Russia na Korea Kaskazini ya Kim Jong Un, ambapo awali Russia ilipokea kundi la wanajeshi zaidi ya elfu kumi na moja kutoka nchini Korea Kaskazini. Bila kueleza iwapo wanajeshi waliotumwa mwanzo wako hai ama wameuawa kwenye uwanja wa mapigano, Jeshi la Korea Kusini limesema wanajeshi wapya takriban elfu tatu wamepelekwa nchini Russia kati ya Januari hadi Machi mwaka huu. Hatua hiyo inakuja wakati naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, Andrei Rudenko, akisema kuwa maandalizi yameanza kufanyika kwa ajili ya ziara maalum ya kiongozi wa Korea Kaskazini, Kim Jong Un, nchini Russia. Wanajeshi hao wa ziada, waliotumwa Januari hadi Machi mwaka huu, wameongeza idadi ya takriban wanajeshi elfu kumi na moja ambao ni wa Korea Kaskazini walioko nchini Russia. Hata hivyo, taarifa kutoka shirika la ujasusi la Ukraine SBU zinadai kuwa takribani wanajeshi 4,000 kati ya 11,000 waliopelekwa nchini Russia wameshauawa ama kujeruhiwa katika mapigano. Korea Kaskazini, pia imetuma idadi kubwa ya makombora ya masafa mafupi pamoja na takriban vipande 220 vya mizinga yenye ukubwa wa milimita 170 na vilizindua roketi vizindwa roketi vingi vyenye milimita takriban 240. Korea Kusini pia imesema kuwa msaada wa Korea Kaskazini ya Kim Jong Un wa kwa Russia unatarajiwa kuongezeka kulingana na hali inavyoendelea. Wakati Korea Kaskazini inaonekana kuongeza msaada wake wa kijeshi kwa Russia, Marekani imeendelea na jitihada zake za kurejesha amani katika eneo hilo. Baada ya mazungumzo ya Saudi Arabia wiki hii, Marekani ilisema kuwa Russia na Ukraine zote zimekubali kusitisha matumizi ya nguvu katika Bandari Nyeusi na kuendeleza ma makubaliano ya awali ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Hata hivyo, Russia imeweka masharti magumu kwa kusaini mkataba wa sehemu ya kusitisha mapigano hayo ambao uko mbali na pendekezo la awali la kusitisha mapigano kwa siku 30 lililotolewa na Marekani. Ikulu ya Kremlin ilisema kuwa itatekeleza makubaliano hayo tu baada ya vikwazo dhidi ya benki zake na mauzo yake ya nje kuondolewa, ikionyesha kuwa tofauti kubwa ya matarajio kati ya pande zote zinazozozana wakati huo huo, kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na Rais wa Russia Vladimir Putin wamezidi kuimarisha uhusiano wa kiusalama tangu waliposaini mkataba wa ulinzi wa kihistoria mwaka jana na kuahidi kutumia njia zote zinazopatikana kutoa msaada wa kijeshi wa haraka endapo mmoja wao atashambuliwa. Mshauri mkuu wa usalama wa Putin, yani Sergei Shoigu alikutana na, na Kim wiki hii huko Pyongyang ambapo walifikisha salamu za upendo na heshima kutoka kwa Putin, kwa mujibu wa shirika la habari la serikali la Russia TASS, nanuku anatoa kipaumbele cha hali ya juu kwa utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa na wewe, shoigu alimwambia kimu, kulingana na TASS. mwisho wa kondoko, Marekani imeonya kuwa Russia huenda iko karibu kushiriki teknolojia ya hali ya juu ya anga na satellite za Korea Kaskazini juu ya msaada wa vifaa vya kijeshi na mafunzo ambayo tayari inatoa kwa malipo ya msaada wa wanajeshi inayopokea. Kutoka nchini Korea Kaskazini wanajeshi wa Korea Kaskazini walikuwa wametumwa katika mkoa wa Kursk nchini Russia mkoa ambao tayari Vladimir Putin amethibitisha kuwa wameurejesha mikononi mwake tangu uangukie mikononi mwa Ukraine tangu Novemba 2024. hata hivyo taarifa zinadai kuwa wakati mkoa huo ukiwa mikononi mwa vikosi vya Ukraine wanajeshi wa Korea Kaskazini waliondolewa mstari wa mbele Januari baada ya ripoti za vifo kuwa vingi mbunge wa Korea Kusini Yong n ambaye alitembelea Ukraine mwishoni mwa Februari alisema kuwa takriban wanajeshi 400 wa Korea Kaskazini walioko Rusia walikuwa wameuawa na takriban 3,600 walikuwa wamejeruhiwa hadi kufikia Februari 26 mwaka huu. CNN hapo awali iliripoti kuhusu mbinu kali na za karibu za kujitoa mhanga za wanajeshi wa Korea Kaskazini, ambao baadhi ya matukio walijilipua magruneti badala ya kukamatwa na wanajeshi wa Ukraine, na waliandika viapo vya utii kwa Kim Jong Un wanapokuwa kwenye uwanja wa vita. Tangu vita hivyo vianze, Korea Kaskazini pia imetuma maelfu ya makontena ya silaha ama vifaa vinavyohusiana na silaha za kwenda Russia, na vikosi vya Russia vimezindua makombora yaliyotengenezwa na Korea Kaskazini dhidi ya Ukraine, kwa mujibu wa maofisa wa Marekani. Mwisho wa kunekuu. Vituo vya matibabu vya Korea Kaskazini pia vimetibu mamia ya wanajeshi wa Russia waliojeruhiwa nchini Ukraine, balozi wa Moscow nchini Pyongyang alisema katika mahojiano na gazeti la serikali la Rossiyskaya Gazeta mnamo Februari mwaka huu. Wakati huo huo, Russia inaisambazia Korea Kaskazini makaa, chakula na dawa, balozi Alexander Mosegora aliliambia gazeti hilo. Aliongeza kuwa watoto wa wanajeshi wa Russia waliouawa nchini Ukraine walikuwa wameenda likizo Korea Kaskazini kwenye majira ya joto iliyopita na Russia na Korea Kaskazini zinapanua mpango wa kubadilishana wanafunzi. Maofisa wa Korea Kusini wameeleza wasiwasi, kama ilivyokuwa kwa Marekani, hususani kwenye uhusiano unaozidi kuimarika kati ya Russia na Korea Kaskazini, ambapo unaweza kuwezesha uhamasishaji wa teknolojia wa kwa utawala wa Kim Jong Un. Wiki hii Kim alisimamia jaribio la ndege sio na rubani, yani droni mpya za mashambulizi zinazoendeshwa na akili mnemba, yani AI, shirika la habari la serikali la Korea Kaskazini KCNA liliripoti na kueleza kwamba zinaendelezwa zaidi kulingana na mwenendo wa vita wa kisasa. Pyongyang pia ilifichua uwepo wa droni mpya ya upelelezi ambayo huenda Russia imehusika kwenye utengenezaji wake. Na msemaji mkuu wa majeshi ya Korea Kusini, Lee Seung Joon, alisema kuwa muundo wa ndege hiyo umebadilishwa kutoka kwenye ndege ya awali ya Korea Kaskazini, lakini vifaa vya ndani na vipengele vingine vinaweza kuwa vina uhusiano na vifaa kutoka Russia droni hizo zimekuwa silaha kuu katika mapigano kati ya Russia na Ukraine, na idadi ya mashambulizi ya drone za Russia dhidi ya Ukraine iliongezeka kutoka mashambulizi 379 Mei 2024 hadi karibu drone 2500 Novemba mwaka jana. Katikati ya mazungumzo yanaendelea ya kusitisha mapigano, Ukraine na Russia zinaendelea kupelekeana moto. Kwa kutumia ndege hizo, Jumatano usiku, vikosi vya Russia vilianzisha mashambulizi ama kufanya shambulizi kubwa la drone dhidi ya mji wa kaskazini mashariki wa Kharkiv nchini Ukraine na kujeruhi angalau watu tisa, huku ikiharibu miundombinu ya raia nanuku hakuna nchi inapaswa kupitia hali kama hii, rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, alisema kwenye akaunti yake ya mtandao wa Telegram kufuatia shambulizi hilo. Katika mahojiano na Newsmax siku ya Jumanne, rais wa Marekani, Donald Trump, alisema kuwa anaamini kuwa Russia inataka kumaliza vita hivyo, lakini huenda wakachelewesha kwa makusudi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Jina langu ni Mgongo Kaitira.